Jinsi dawa na pombe vinavyokuathiri unapoendelea kuzeeka. Unapoendelea kuzeeka, mwili wako humenyuka kwa njia tofauti kwa uwezo wa mwili wako kustahimili dawa na pombe kuliko wakati ulipokuwa mdogo. Kuelewa jinsi dawa na pombe hukuathiri wewe na kujua jinsi kuzitumia kwa usalama ni muhimu ili kubakia kwa ustawi na afya. Uzee huongeza unyeti wa watu walio na umri wa zaidi ya miaka 65 kwa athari za pombe, na hata unywaji wa kiasi kidogo unaweza kusababisha kuanguka, majeraha na kuzidisha matatizo yaliyopo ya kiafya ikiwa ni pamoja na shinikizo la damu, kisukari na kuanguka kwa utambuzi kutokana na ulevi. Pia ni muhimu kufahamu uwezekano wa mwingiliano mbaya kati ya pombe na dawa, ambayo inaweza kusababisha madhara makubwa kama vile usingizi au kizunguzungu. Ili kukaa salama, inashauriwa kwa watu wazima wapunguze pombe kwa kinywaji kimoja kwa siku au chini yake, haswa ikiwa una shida za kiafya. Dawa pia hukuathiri tofauti kadri umri unavyoongezeka. Mwili wako humeng'enya na kutumia dawa polepole pole zaidi, ambayo inaweza kuzifanya zibaki kwenye mwili wako kwa muda mrefu na kuongeza uhatari wa kuwa na athari mbaya. Kuchukua dawa tofauti kwa wakati mmoja au wakati wa kunywa pombe kunaweza kuwa na madhara makubwa, ikiwa ni pamoja na matatizo ya kupumua, kizunguzungu, au hata dharura za matibabu. Chukua dawa kila mara jinsi daktari wako alivyokuagiza, na usiache kuzitumia ghafla bila kuzungumza na daktari wako kwanza. Ikiwa una maswali kuhusu kama dawa fulani zinaweza kuchukuliwa kwa usalama pamoja na dawa zingine, au pamoja na pombe, zungumza na daktari wako au mfamasia. Matumizi ya baadhi ya dawa fulani kwa wakati mmoja, hasa opioidi, zenye nguvu na benzodiazepines yaani dawa zinazoagizwa kwa ajili ya hali kama vile maumivu, kukosa usingizi, na wasiwasi zinaweza kusababisha athari mbaya. Ni muhimu kwamba wataalamu wote wa afya wawe na taarifa kamili kuhusu mpangilio madhubuti ya dawa ya mgonjwa. Wagonjwa wanahimizwa kutafuta ufafanuzi kutoka kwa watoa huduma wao wa afya ili kuhakikisha wanaelewa kwa kina usimamizi salama wa dawa walizoziandikiwa. Unywaji wa dawa na pombe huleta hatari tofauti kwa wazee, kwa hivyo kutahitajika kuwe na ufahamu wa viashiria vya dharura. Kupotoka kwa dawa zilizowekwa au kunywa pombe kunaweza kuongeza uwezekano wa kuanguka, majeraha na matatizo ya afya kukomesha ghafla kwa dawa bila ushauri wa daktari kunaweza kusababisha athari mbaya. Utambulisho wa ishara za dharura za matibabu, ikiwa ni pamoja na shida ya kupumua, uwezo wa kupambanua kutokana na ulevi, kupoteza fahamu au kizunguzungu kisichoeleweka, ni muhimu. Ukiona mojawapo ya matatizo haya, piga simu nambari 911 mara moja. Ikiwa wewe au mtu mwingine unayemfahamu ana maswali au wasiwasi kuhusu pombe au dawa, kuna rasilimali zinazopatikana ili kukupa usaidizi. Unaweza kuzungumza na daktari wako au mtu wa huduma wa afya. Pia unaweza kumuuliza mfamasia. Katika jimbo la Vermont, unaweza kupiga simu kwa eneo la Vermont Help Link nambari 8025655465 kisha bonyeza moja ili kuomba usaidizi. Utakapojibiwa, sema interpreter kwa lugha ya Kiingereza, kisha useme lugha yako, yaani Swahili. Unaweza pia kupiga nambari mbili moja moja ili kupata huduma karibu nawe. Huku Vermont, simu yako itakapopokelewa, sema interpreter kwa Kiingereza, kisha useme Kiswahili, kisha ueleze kile unachotafuta katika jimbo la Vermont. Mtu yeyote aliye na umri wa zaidi ya miaka sitini anaweza kupata usaidizi wa masuala mengi tofauti kutoka kwa laini ya usaidizi ya watu wazee. Piga simu nambari 8006425119 ikiwa huzungumzi Kiingereza, utahitaji mtu wa kukusaidia kuacha ujumbe unaosema kwamba unahitaji mkalimani katika lugha yako, yaani Kiswahili, na kusema nambari yako ya simu. Kisha watakupigia simu na kukuunganisha na mkalimani kwenye mstari. Kila kitu utakachosema unapopiga nambari hizi kitawekwa siri. Kuwa na ujumbe, kufuata mwongozo kutoka kwa wahuduma wa afya, na kuomba usaidizi au ushauri unapouhitaji kunaweza kusaidia kulinda afya na usalama wako kadri unavyoendelea kuzeeka.